Ready? Let's go. Ah, hapa. Ah, kuna vitu tunataka kuuliza swali e, nina swali kwa DJ Caro. Na mambo ni mengi sana mm -hmm. Akuangalia kule kuna watu wataka kuongea nako kabisa, nataka okay. uh -huh. mm. <coughs> okay. Kuuliza swali moja, swali zito hili lakini naomba unijibu, mazoezi kwa wanaume yana faida gani kitandani? <laughs> <laughs> Eh, kwa sababu no, the question, the question question is is really fun it's right? not, it's serious also, it's serious thing, yeah, it's right? a very serious a yeah very stuff okay all right mm -hmm. this is for men hii hey, inaongea he na gym mazoezi au gym, mm -hmm. ni muhimu sana kwa sababu gani? Kwa sababu mazoezi yanakusaidia kubosti ule uzalishaji wa hormone ya testosterone, umeona? mm -hmm. kwa hiyo hormone zako za testosterone zinapozalishwa kwa kiwango sahihi au kwa kiwango kizuri, that means that performance yako nguvu za kiume yes, inakuwa nzuri. Aha. lakini pia sio hivyo tu, mwanaume ambaye anafanya mazoezi mara kwa mara, hata metabolic system inakuwa iko vizuri, kiwango cha mafuta kwa maana ile body fat percentage inakuwa ina normal way, yeah. kwa hiyo inamsaidia shughuli nyingine ambazo zinahitaji intensity kubwa, yeah. kama cardio kama cardio yes. ya kwa sababu seksi ni cardio yeah. Right? kwa sababu ni, ni tendo ambalo linahitaji yeah. activation ya akili yeah. lakini manual activation kwa maana ya nguvu kiasi, umeona, kwa sababu unatumia maso nyingi kwa wakati mmoja Asa. utatumia maso ya mguu utatumia maso ya tako utatumia mm-hmm. maso ya pinas mm. utatumia pia kalori za mm. kuweza kuvuta hisia kwao, you know, yeah. yeah. ni shughuli ambayo inahitaji mjumuishohiyo, yenyewe kwanza ni zoezi kwao, kiwa hako vizuri kwenye mazoezi lazima uferi. Mi naomba niongezee, okay. ni kitu kimoja hapo. Mi sio mwanaume, lakini naomba niseme kitu. wakakaza wakakazetu, jamani, fanyeni mazoezi hivi. Unajua kuna mtu anaweza ukawa naye kitandani usiku kageuka, kasema hivi, hapa nipo na mwanaume au shangingi? Kuna mtu mnene. Unajua raha ya mwanaume mkono ujulikane, mm. kifua kionekane. Ndio maana wakiwepo mazoezini, wanaume wengi wanapambana na kifua, mkono mm. unalala hivi, sema eh, hey, yani hapa hata mm. wakija watu kunifata hawawezi kunichukua ni amsafe, unaelewa yeah, kuna mtu yeah, mwingine yeah, yeah. ni mwanzo. Huyu huyu ni mwanaume wangu, mcheza taarabu, mbosielewi yaani. <laughs> jamani <laughs> mfanyeni mazoezi yeah, nikalegee a mnene mnene, yaani umwelewi, yaani hata ikitokea saa lolote, unajua, yani huyu hapa hawezi kunipigania mamen. I think as a man, mazoezi ni muhimu sana sana sana kwa sababu nini? Kwanza umeumbwa muscular, you know, lazima uwe brave enough ili uweze ku overcome anything that come on your way. Lakini ukiwa weak, yes ukiwa weak physical means at mental, you are weak. So these women right now they need